Sipendi sana kuona wakina mama wanahangaika. Wanasema uchungu wa mwana ujuae nani? Ukiona wakina mama wanahangaika, kama kiongozi ukai ukadizika kwenye kiti chako, saa machozi yao na manung'uniko yao yanakunyima baraka kwenye nafasi ulizonazo. Kwa nilivyoona jana kupitia kwenye vyombo mbalimbali, nikasema ni kitu gani hiki kinaendelea tena? Natamani Arusha isifike kwa wema na uzuri wake, sio kwa migogoro na malalamiko yasiyokuwa na mwisho. Lakini moyoni mwangu nikasema hawa wakina mama wamefika hatua wanasema maneno magumu hivi, halafu ndio kipindi cha uchaguzi chenyewe, wana mgomvi na nani? Moyo mwangu nikajua hawagombani na Daktari Samia. Eti, kuna anayesema hampigi kura Rais Samia? Hapa wanaomtaka Daktari Samia na kumpigia kura, naomba mikono yao kwa. Kumbe hapa sio swala la Daktari Samia. Sasa nikawaza ni swala la nani? Nikaanza kujichunguza mimi mwenyewe au ni mimi. Kwa nimekuja kuwauliza hampigi kura kwa sababu ya Makonda? Hebu nisikie sauti tena kwa jaji yangu. Sasa kumbe, yako mambo ambayo yanawasibu mpaka mnakuwa na hasira na diwani, mnakuwa na hasira na mbunge. Mimi leo nimekuja kuambia msiwe na hasira nao. Msimamizi wa shughuli za serikali, nimekuja kuhakikisha kila kilichoahidiwa na Chama cha Mapinduzi kinafanyika. Nyumba yoyote yenye ugomvi haina heshima hata kwa majirani kwao. Nimekuja kuwaomba, migogoro iliyopo inatatulika, inazungumzika. Tusijivue nguo kwa watu ambao hawajawahi kufika hata Arusha wakatuona sisi ni watu wa nini, wa matatizo tu? Sio heshima. Kaeni kwenye vikao vya serikali za mitaa kaeni kwenye vikao vya ODC vinavyopanga maendeleo ya kata. Tusisubiri tatizo kama hili, mtoto anavunjika mguu, mtu kadumbukia, tukafunga pale barabara, tukapiga kelele, dunia ikajua. Tunajiumiza kwa upande mwingine wa kutokuonekana watu wenye hekima wanaweza kutatua changamoto zao wakiwa na uongozi wao. Tumekubaliana kwa pamoja ya kwamba kijengwe kivuko cha muda ambacho kitakuwa bora zaidi kuliko hicho kivuko, lakini ndoto yangu ni tamani ijengwe kivuko kikubwa au daraja ili wananchi wao wanapita hata na bajaji na iweze kuunganisha hii mitaa yetu bila kuwa na nini.